Sala maalum kwa ajili ya watoto. Baba wa mbinguni, asante kwa watoto uliotupa na wote uliowaweka chini ya uangalizi na mwongozo wetu. Baba wa mbinguni, tunaomba ulinzi wako juu ya watoto wote, walinde dhidi ya hatari zinazoonekana na zisizoonekana, zisi wakinge na kuwaongoza katika maisha yao ya kila siku. Baba, na kuomba uwape afya na ustawi, wakinge dhidi ya magonjwa na majeraha uwape nguvu mpya ya kutembea kwenye njia zako. Tunaomba uwazingire kwa malaika wako kokote waendako. Baba, tunaomba uwape hekima na utambuzi, wasaidie kufanya maamuzi mazuri na kuelewa mapenzi yako juu ya maisha yao. Uwaongoze katika masomo yao na wasaidie kujifunza na kukua ndani yako. Wape upendo kwa maarifa na hamu ya kufuata ubora wa ufalme wako. Watoto wote wawe wazi kujifunza na kukua. Na wapate furaha wanapogundua mambo mapya kwa utukufu wako. Tunaomba pia wakuwe katika neema na maarifa yako Bwana, wasaidie kukuza tabia njema na kuwa mfano mwema kwa watu wote wanaokutana nao. Wajaze upendo wako na huruma na waonyeshe wema na ukarimu kwa wengine. Wawe hodari na wenye imani kwako na daima wajue thamani yao machoni pako. Asante Bwana kwa zawadi ya watoto. Tumejaa shukrani kwa furaha na upendo wanaoleta maishani mwetu. Tunaomba wabariki kwa wingi na daima wajue upendo na uwepo wako, na wawe baraka kwa wengine, na daima waishi kwa baraka nyingi katika maisha yao. Bwana, tunawakumbuka pia watoto wote wanaopitia changamoto mbalimbali mbali, kama vile magonjwa, matatizo au mazingira magumu. Wafariji, waponye, wape mahitaji yao, na wape neema na hekima wale wanaowatunza na kwa watoto wote wanaokabiliana na ushawishi mbaya, wape nguvu ya kukataa dhambi na hekima kufanya maamuzi mema kwa mustakabali wao. Kwako tunaomba kwa ajili ya watoto wanaopitia hofu, wasiwasi au huzuni, wajalie wema na amani, faraja na tumaini. Tunawakabidhi watoto wote chini ya ukuu wako Baba, waishi na wakue kwa amani, wakijazwa na upendo na hamu ya kukutumikia siku zote za maisha yao. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Ikiwa umebarikiwa na sala hii, andika neno amina katika sehemu ya maoni. Natangaza kwamba baraka zote za sala hii sasa ziko juu yako na watoto wako kwa jina kuu la Yesu Kristo.